Yes, uh, welcome back to DB Tech, uh, tunakuletea uh, apu nyingine ya matokeo ya joint kwa shule za msingi ambayo una uwezo wa kuandaa kwa idadi yoyote ile ya shule iwe kwa ngazi ya kata uh, jointi zako mwenyewe kama shule mbili tatu, wilaya au hata mkoa. Ina uwezo wa kumenaji kwa sababu ni application ambayo uh, unaweza kaistoa kwenye kompyuta yako na kuweza kuitumia. Uh, moja kwa moja kama ulisha uh, umeshajiunga utakuomba uingize username na password ambayo ni jina la mtumiaji pamoja na, na, na nywila. Kwa mfano hapa mi nisha, nisha zisave by default, kwa mfano naweza kabonyeza, then nika nikaingiza password ya kompyuta yangu ili uweze ku, na hapo unaweza ukaonesha password hiyo ni ngapi ngapi, then uka hide, then uta login. Ukicha login ni, uh, hii ndo dashboard ambayo ina hizi nafsi kama watumiaji uh, mitihani max, pamoja na kutoka. Sasa hapa kwenye watumiaji hapa ndio utasajili watumiaji wa mfumo. Kwa mfano uh, uh, admin ndo ana uwezo wa kuweza kus, kusajili watumiaji. Ambao tumeingia kama areas admin, tunaona ni admin na mtumiaji. Hapa tuna Amina ambapo hii jumlisha Uh, utaongeza mtumiaji mwingine, jina la mtumiaji ambaye labda tuseme uh, Saidi yes. Uh, huyu ni mtumiaji, cheo, nywila labda tuweke moja mbili tatu. Uh, utarudia tena nywila moja mbili tatu, na pia unaweza ukaonyesha hiyo nywila kama unavyoona, then unawasilisha inatumika offline. Yeah, yes unaweza kuomba inakuomba usave kama unataka usave kwa next time iwe hapa tunamwona Saidi ni mtumiaji na ya. Ukisha sajili watumiaji, hii alama hii, unaweza ukaja ukawaunganisha watumiaji watumie kwa kutumia device walizonazo kama kishikwambi na nini, ambao wataunganisha uthulu eh, network the same network itasoma, utachukua hizi code kama uko online hizo nani, then hizo code IP address ambayo itasoma kwenye kompyuta yako ataunganisha yule mtumiaji kutumia kifaa chake kama ni kompyuta au ni kishkwambi, ataweza kuunganisha, na anaweza aka access akaingiza alama zikaingia moja kwa moja kwenye kompyuta yako ambayo inatumika kama server, kama hii hapa ah. Nafsi nyingine ya pili ni mtihani. Hapa kwenye mtihani ukibonyeza ndipo utakuwa na uwezo wa kusajili mitihani mbalimbali iliyofanyika utaiona hapa na ambayo unatarajia usajili mtihani mpya utauongeza uh, uh, uh, hapa ambapo imeandikwa sajili mtihani. Hapa mtihani uh, wowote ambayo tutakuwa tunaiona kama ikija kuwa mingi au kwa hizi nafsi itakuletea hapa aa, au unaweza ukatafuta kwa orodha hii, kama orodha ya mitihani itakuja kuwa kubwa au ni nyingi. Kwa mfano tunaweza tukasajili mtihani mpya hapa, unaweza ukaandika jina la mtihani, labda, mtihani labda mtihani wa moko kata darasa, labda unaweza kata ya wapi, labda kata ya Mwenge, mfano tu darasa saba ishirini ishirini ishirini ishirini na tano. Hii ndio jina la mtihani wetu, mtihani wa moko kata ya mwenge darasa la saba ishirini ishirini na tano. Yes, unaweza kuwasilisha. Tayari tunauona hapa, umeandikwa mtihani wa moko kata darasa la saba. Huu ni mtihani mpya, ambapo uh, una uwezo sasa wa kuutumia huu mtihani kupandisha matokeo kufanyaje? Na hii mitihani ya nyuma yote iliyopita itakuwepo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba ukishakuwa na mfumo huu utauwe, una uwezo wa kusajili mitihani ya joint mbalimbali ikawepo mbali, imekuwa stored humu humu, kama ni wilaya, kama ni mkoa, kama ni miwili mitatu yote, na then unaweza ukailejea au ukaiprint muda wowote ule. Kwa mfano hapa mitihani ilikuwa ishafanyika, ukibonyeza hapa, utaona orodha ya shule ambazo zilikuwa shiriki na unaweza ukadownload matokeo yake hapo. Matokeo yake unaweza ukadownload hapo hapo, kama unavyo unavyo unavyoweza kuona ya kama unavyoweza unavyoweza kuona yes. Kwa hiyo kama tayari ulishaweza kusajili hapa kingine unaweza ukaangalia hii. Unaweza ukarekebisha hapa jina la la la, la, la mtihani kama unataka urekebishe, lakini hapa unaweza ukauondoa mtihani, kwamba unaweza ukaufuta ambapo utafutika jina la mtihani pamoja na alama kama utakwepo na alama. Hapa utaona taarifa baada ya kujaza. Kwa mfano, tukitoa hapa hii ambayo tumeshajaza jaribio, tunaona taarifa shule zilizoshiriki zilikuwa sita, ambapo tunaona walio walio nina nini ambao unaweza ukaipakua azenyaraka ini ini, ini, ini. ini ni Excel hapa ambapo kama tunavyoona tunavyoona hapa, lakini pia uh, una uwezo hapa kwenye taarifa, unaweza ukachakata matokeo baada ya, ku, ya kumaliza kuingiza data na nina nini hapa kwenye watainiwa hapa ndo unaweza ukafanyaje, ukaingiza, ukasajili, uka watainiwa kwa kupandisha template. Utapandishaje? uh, utapandisha kwa hii jumlisha, ambapo moja kwa moja itakupeleka kwenye storage ya, ya, ya, ya kifaa chako kompyuta yako, then utaangalia the ambapo ulishaandaa majina kwa Excel, then utapandisha. Hebu nikate kidogo, tuje tuangalie hiyo Excel, hizo Excel ambazo tunaweza tukafanyaje tuka, tukazipandisha. Kwa mfano tukija hapa tunaona hii imeandikwa shule tano. Hii ni uh, orodha ya, orodha ya shule na orodha ya utaanda hivi, ambapo mfano wake utaandaa hiyo Excel hivi ambapo hapa tutaweka utatumiwa kama utakuwa umepata majina hapa, mkondo na mkoa, halmashauri, kata pamoja na jina la shule. Utasajili hivi la wanafunzi, itakuwa ni unapandisha ili ujaze alama humo umo, umo moja kwa moja, lakini kama unataka uh, ujaze moja kwa moja uh, alama pamoja na maksi utaiandaa hivi ambapo utaandika jina la mtainiwa, jinsi, mkoa, halmashauri, kata, shule, lakini na masomo ambayo ume- umeingiza alama kama hii sasa. Mimi nitapandisha kwanza hii ya shule tano kutoka kwenye system, then nitakuja nipandishe tena hiyo. Kwa hiyo nitajumlisha hapa, nitakuja hapa, nitajumlisha hapa, then nitapakua yala nitakuja kwenye desktop. Ipo kwenye file, imeandikwa hili hii hapa. Uh, shule tano nitaibonyeza, then nita okay, itasoma hapa shule tano. Hapo utachagua watainiwa pekee au watainiwa peke na alama sasa. Hii nilopandisha shule tano yenyewe na watainiwa bila alama, kwa nitachagua hii. Kama ni ile nyingine ambayo inakuwa na vyote, utachagua hiko, hii kwa mimi nitapandisha hii watainiwa pekee then nitapandisha, baada ya muda itakuwa successful. Yes, itakuwa imepandishwa kwa mtihani huo ya, kama tunavyoona uloza imeshapanda na majina yameshapanda ya mtihani huo. Kwa hiyo nimepandisha majina ili wale ambao nimewasajili as a user au watumiaji waweze kuingiza alama, majina atakuwa nimeshawasajilia hapo. Nitakuja hapa kwa watumiaji kubadilishia status ya mtihani hii, niseme ya status ni mtihani gani unataka wa, waingize alama, na tunaona admin yeye haingize alama, yeye atakuwa tu ni just a controller na e -control. Hawa ndo wanaweza kuingiza alama. Ukibonyeza hii alama utachagua mtihani unataka waingize alama, kwa mfano tunaweza tukachagua huu. Tumeusajili mtihani wa moko, uh, kata ya mwengi huu, then huyu ataingiza alama mtihani huo, tunaona ongela lakini, na huyu unaweza kumpa hiyo hiyo option aingize mtihani huu, then unaweza kuwasilisha. Kufanya hivi mtihani ambao utakuwa current kwa kuingiza alama ni huu tumeusajili. Akiingiza hapa kwenye mark, akija hapa kwenye marks, hapa ndio atachagua shule. Yes, atatoka sababu tuko account ya admin, hawezi akaingiza alama ndio maana tutakuja hapa kwenye shule hatuoni, tunaona masomo na kwa hiyo yeye haruhusiwi kuingiza alama kama tunavyoona hapa. Waingiza alama tu ni hao tulisajili kama watumiaji. Kwa hiyo utatoka utaingia kama mtumiaji ambaye tayari umemsajili hapa. Yes, tuna tumesaidi tumemsajili azee saidi, tume saidi, tutaingiza password ya kompyuta ili kulinda usalama, then uta login, ndio tumemsajili ni saidi. Tunaona saidi ana huu mtihani ambao tayari tushausajili wa nini mtihani wa moko kata ya Mwenge, hatakuja hapa sasa, watainiwa hapa, anaweza akawaona watainiwa hapa wote, lakini pia na yeye anaweza kuadelete, lakini pia anaweza akaja hapa kwenye menu ya mtihani ambapo anaona hizo akija hapa menyu ya max atakuwa na uwezo wa kuchagua shule. Mfano ilikuwa ni shule moja ambayo ni shule tano, kama zikiwa nyingi zitakuwa drop down hapo, atachagua a, a, a, somo ndio mfano Kiswahili, then atachagua kama anataka mahudhurio kwanza, awahudhurishe ambao hawapo, a, kama huyu kama kufanya Kiswahili ataweka hivyo, huyu hajafanya huyu naye mfano hajafanya, atakuja somo lingine. Kama anataka wahudhurishe kwanza, atachagua labda English, then mahudhurio atawasilisha, then atachange labda, huyu hajafanya English na huyu hajafanya English. Baada ya mahudhurio, kama ataanza na mahudhurio, then atafuta alama, atachagua atachagua somo labda Kiswahili, alama, atawasilisha hapa, ambapo atakuwa na uwezo wa kuingiza alama za somo somo hilo, atakuwa na uwezo wa kuingiza alama za somo hivyo. Kwa hiyo ana uwezo wa kuingiza alama humu humu. Oh, takimaliza, akimaliza kuingiza alama atahifadhi hapa. Sasa hizi tukihifadhi itakataa kwa sababu kuna hizi sehemu zote ziko wazi hatujajaza alama. Hizi ambazo tumejaza tunaona ziko ziko okay. Ime, na itakupa ujumbe hapa. Kwa hiyo kimaliza ukiwasilisha, utakuwa umemaliza, utachagua somo lingine then utakuja tena ufanyaje, ukiwasilisha alama tutaona hizi zinaondoka na tukirudi kwa mfano Kiswahili, kwa sababu hatukuzi nani, unaweza ukaanza ukaanza upya tena kuzi- kuziwasilisha alama za somo. Kwa hiyo uh, mfumo huu wa joint, kwa hiyo yule ambaye anatumia device yake umemuunganisha kwa kutumia pale kama mtumiaji anaweza kaja hapa akaingiza alama moja kwa moja, lakini tulisema tunaweza tukapandisha, uh, a template. Kupandisha template yenyewe ni very simple nende tunaweza tukatoka as mtumiaji tukaja kama adimini. Yes, tukaja kama adimini ambayo ni heri, tuingize hiyo nywila hapo, then tuta login ha. Yes, tunaweza tukasajili mtihani mwingine ambao tuta tutaingia kama watumiaji no. Hapa tuko tutakuja hapa mtihani, then naweza kusajili mtihani mpya, tuseme labda mtihani mtihani mpya darasa la saba saba ishirini ishirini na tano ya utawasilisha mtihani huo mpya, ambapo kimsingi mtihani mpya darasa la saba huo hapa, ambapo hapa unaweza ukapandisha hapa, au ukaja kwa watumiaji hapa, ukabadilisha aina ya mtihani ukasema, tunataka tuingize alama mtihani mpya, mtihani mpya darasa la saba utawasilisha. Yes, na hapo utakuja, tunataka tuingize mtihani mpya mtia darasa la saba, kwa hiyo mtihani yote itakuwa already generate. Ukija hapa kwa mtumia kwa mtihani hapa utaona orodha ya mtihani. Ukija uh, hapa kwenye watahiniwa hapa kwenye mtihani mpya watahiniwa hapa ndo utaweza kupandisha watahiniwa au ukapandisha, uh, hapa mfano unaweza ka select then kuna hii nilikuwa nimeitumia aze pandisha Itakuja kwenye nimeiweka kwenye desktop then pandisha hii, pandisha namba mbili, unaweza ukai ukaichagua. Then hii ina alama moja kwa moja kama tulivyoiona mwanzo, tunaweza kuchagua atainiwa na alama then nikapandisha. Kama umeshajaza alama moja kwa moja, tunaona tayari na uh, imeshapanda ishakuwa successful, ambapo kimsingi ukishamaliza hapo, ukija hapa kwenye, uh, uh, hapa kwenye mtihani tuishaingiza alama tayari, uh, utakuweza kuchakata ili kuhakiki umeingiza alama. Unaweza ukichakata hapa, itakuletea top up hapo kwamba imekamilika kuchakata matokeo. Matokeo tayari kama tunavyoona, ambapo kimsingi unaweza uka muda huu kama tunavyoona, orodha ya shule zilikuwa ni hizi, uh, kama tunavyoona hapa, ambapo utapata tasimini ya jumla utaipakua kwa, uh, kwa excel -i ambapo tutaona ina, ina, ina kuwa downloaded kosho kama tunavyoona hii hapa, tathmini ya jumla. Ambapo tukiifungua hii tathmini ya jumla hii ya mtihani mpya, tunaona shule shiriki hizo hapo, waliosajiliwa waliofanya, A hadi hiyo na asilimia ya ufaulu D. Kama tunaona masomo yote, orodha ya masomo yote, tathmini yake itakuwa tayari imekuwa generated kwa dakika chache, ambayo tumeona hapa umefanya lakini pia unaweza ukapakua hizo alama kwa excel. Kama unataka uje hizo alama ambazo umezipandisha uzitumie kwa Nexti au kwenye mfumo mwingine, kwa kufanya tathmini mbalimbali, unaweza ukazi download hizo alama ambazo umezipandisha, kama tunavyoziona hizi hapa, ambapo kimsingi itakuoneshea kata, shule, halmashauri na alama masomo yote na nafasi yake na na daraja na nini, ambayo ni excel sheet ya ya zile alama lakini pia uh, ukafanya hivyo unaweza ukapata kumi bora ambazo zitakuwa ziko tayari kwa kupandisha tu hivo tayari. Hiyo kumi bora hiyo ambayo tutapata kumi bora shule, kumi bora wanafunzi, kumi bora wanafunzi kumi bora kwa masomo hisabati, wana kumi bora uh, tutapata kwa ujumla wake wote, jumla wake wote wanafunzi kumi bora Kiswahili, English, masomo yote kumi bora itakuwa tayari hapo itakuwa iko tayari hiyo, unaweza uka, uka, lakini pia unaweza uka download matokeo ya kila shule. Kwa mfano underlake perfect unapakua tu shule hiyo, utaona tayari na unaweza ukaona matokeo yake hapa, itakuoneshea uh, waliofanya ni wanne, imekuwa na wastani wa hii hapa vizuri, imekuwa ya sita kati ya sita, ambapo matokeo yake haya hapa sasa na nafasi za wanafunzi kwa mtihani wa jumla wake hapa. Na chini nitakupa tasimini ya matokeo Kiswahili na nini, A ngapi, B ngapi, waliosajiliwa, waliofanya, A ngapi, E ingapi, hadi, a e C, itakuonesha na wastani wa somo na hizi kwa katnet. Itakuwa iko automation na unaweza ukaja ukaangalia shule nyingine, labda nyingine Ibugisi ukadownload matokeo ya Bugisi kwa mtihani huo, tunaona Bugisi ilikuwa ngapi Bugisi ilikuwa ya tatu kati ya sita, kwa sababu shule tunaona tulizopandisha zilikuwa sita. Sasa kwa mfano tukija hapa, kwa mfano hapa, huu mtihani nilichakata ulikuwa na shule nyingi kama mia, na tunaona ziko shule almost shule nyingi kama mia na ishirini. Kwa mfano kwa ngazi ya wilaya, unaona shule zote utakuwa unaziona az mfano, una download shule yote ile kwa wakati wowote ule. Kwa mfano hapa ni kidownload hii au mtihani ambao nilikuwa nimeshaupandisha. Tunaona hii imekuwa yangapi, ya sabini na nane kati ya shule tisini na tisa. Shule zilikuwa ziko tisini na tisa. Baada ya pale, matokeo yake yatafuata na chini itaonesha tathmini kama tunavyoona na wanafunzi waliofanya tutawaona. Kwa mfano hapa walikuwa kumi na mbili. Kimsingi, maana yake nini? Ni, ni system ambayo itakuwezesha kuandaa matokeo ya pamoja kwa gharama nafuu fu, yani tusiiogope kwamba itakuwa ina gharama na nini, lakini Ukizoea huwezi ukatumia Excel kwa sababu yenyewe inatunza taarifa lakini ni rahisi kutoa matokeo kwa PDF kwa Excel, kufanya tathmini ni just wewe kupakia tu, umemaliza na unaanza kuprinti kwa wakati huo. Kwa hiyo usitumie muda mrefu tena kuandaa matokeo ya jointi kwa kutumia Excel. Njo tutumie uh, application ya PHP ambayo ni gharama nafuu, ni offline ambao kimsingi utaielewa na utaipenda. Welcome DB Tech. Uh, kwa mawasiliano unaweza ukapiga namba hizi hapa sifuri sita hamsini na mbili themani na sita sitini na tano themani na tano au sifuri saba hamsini na mbili zilo saba thelathini na nne kumi. Thank you and welcome DB Tech.